Watu wengi huzani Biblia ni uvumbuzi wa Wazungu, lakini hiyo si kweli. Ukristo haukuanza Roma wala Ulaya, ulianza Afrika na mashariki ya Kati. Katika matendo ya Mitume, ni kitabu kimojawapo ya Biblia, mweusi kutoka Ethiopia Alikuwa wa kwanza ambaye hakuwa Myahudi kumpokea kupokea imani ya Kristo. Alibatizwa akarudi Afrika akiwa Mkristo. Hii ilitokea kabla ya Ukristo kuwa dini rasmi ya Homa. Mfalme Ezana wa, Mfalme Ezana wa Aksum Ethiopia alitangaza Ukristo kuwa dini rasmi katika karne ya tatu kabla ya Warumi kufanya hivyo. Biblia ya zamani sana kabisa iliyoko iliyo kamili duniani pote ipo Ethiopia, imeandikwa kwa lugha ya Kiafrika Gehezi na ina vitabu uh, makumi mnane na moja zaidi ya Biblia ya Magharibi. Mpendwa, na ukumbuke ya kwamba Ethiopia ni mojawapo ya nchi ambazo hazikuwahi kuingiliwa na wakoloni, maanake hakuna mkono ya wakoloni katika nchi wala vitabu wala Biblia ya Kiethiopia. Uh, na Ethiopia ni nchi kihistoria ambayo ilikuwa na nguvu ambayo iliwapiga hata wazungu, iliwashinda hata wazungu kwenye uwanja wa mapambano, iliwaangusha wa, Warumi kwenye uwanja wa mapambano, nguvu za Ulaya iliziangusha. Hiyo ni mojawapo ya alama ya Mungu ya kwamba pale alilinda meme kuliko Jerusalemu, kuna mbegu iliyo safi ililindwa kwa Afrika kwa maana mbegu ambayo ilikuwa Yerusalemu, mina maanisha ile maandishi ya kwanza, iliingiliwa na Warumi kwa kuchezewa, nyuma ya siku kidogo iliingiwa na Warumi, wakaanza kuweka ndani mikono yao, wakaanza tia mambo yao, uh, Wagiriki vile wakaanza tia mambo yao, lakini Ethiopia, Ethiopia haikuingiliwa na Warumi, na wakati Warumi walitaka enda huko walichapwa kweli kweli inawezekana kuna Mungu alilinda hiyo mbegu. Ndio maana vitu vizuri na vitakatifu vingelipashwa kutafutiwa Ethiopia, na havingepashwa kutafutiwa Jerusalemu. Ah, uh, kihistoria hii inaonyesha kwamba Ukristo ni sehemu ya urithi wetu wa Kiafrika. Hatukupewa tu, tulipokea, tukailinda tukaileta tukailinda vizuri. Ikiwa unapenda ukweli, unapenda Afrika, tafadhali jisajili, toa maoni na, na shiriki video hii. Mungu aibariki Afrika.